Na katika swali moja tumeweza kubahatika kuweza kupata miongoni mwa wale wakongwe e, na weledi wa uigizaji habari yako mamangu Mzuri sana kwa salama salmin. Nimefurahi sana kuweza kukoji katika siku ya leo. mm -hmm. Watu wanajua Charity ni mwigizaji nambari moja, watu wameweza kupenda Charity. Ilikuwaje mpaka hii uh, acting ya mama mkwe uweze kuitoa kama unavyoitoa? Kwangu ilikuja kama kitu natural. uh -huh. kwa sababu nilikuwa nimezoea uh, kuigiza na tena kufundisha. uh -huh. nilikuwa mwalimu wa waalimu, uh -huh. wale wanaenda kufundisha primary school. uh -huh. kuwa nawafundisha vile wataweza, uh -huh. kuwafundisha watoto kwa hiyo hiyo ili iliniingiza kwa organization ya drama festivals katika katika city of Nairobi uh -huh. Kwa miaka mingi nilikuwa nafundisha Highridge Teachers College. uh -huh. na nilikuwa in charge of uh, the colleges, uh -huh. Nairobi zone. Uh -huh. uh, drama. Kwa hiyo organize festivals every year, every year. Kwa hiyo kuifundisha uh -huh. Lakini mimi mwenyewe ku kuigiza ni nilianza mapema in the 50s. 50s, kwa sababu nilikuwa Kikuyu intermediate school, alafu naingia Alliance kutoka hapo. uh -huh. na Kikuyu nilikuwa na act sasa. Alliance kwa sababu ya hii history ya kuact kwa intermediate school nikaingia sana kwa kwa acting kwa acting, yeah. na sasa Alliance ndio ilinifunza. Umeanza miaka 50 kuweza kuigiza mpaka um, <laughs> sasa mwaka elfu mbili na mpaka mwaka elfu mbili na kumi na tano. Siri yako ni ipi, kwamba mpaka kufikia sasa una maringo una majigambo <laughs> na bado unaendelea? Wanaokuja mm -hmm. unashirikiana nao? yeah, drama is like life vile nimeishi miaka mingi ndio na. sasa naichukua comfortably kama part of my life so na, naifurahia bila kuwa ah, tu excited about it eh? aboutte ah.